Nataka nitumie nafasi hii kuwaomba ndugu zangu wakulima na Watanzania kwa ujumla, ajenda yetu kama taifa na mapambano yetu kama taifa ni kupigania utu wetu kama Watanzania, na utu wetu kama Watanzania unasimamiwa na misingi ya uhakika wa chakula, uhakika wa kipato mfukoni uhakika wa kupata elimu, uhakika wa kupata huduma za afya, uhakika wa kupata huduma za maji, uhakika wa kufanya biashara. Na hii ndiyo kazi anayoifanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake cha awali na kipindi chake cha pili. Tumepata bahati kwamba kwa, kwa mara ya kwanza tuna rais anayegombea nafasi ya urais mama, tuna katibu mkuu wa chama ambaye ataisimamia serikali kutekeleza ilani mama. Maana yake kaya zetu ziko salama, maisha yetu yako salama, uchumi wetu uko salama. Wajibu wetu hasa watoto wa kiume kwenye familia, mtoto wa kiume ndiye anayemlinda mama, hasa watoto wa kiume tarehe 29, tujitokeze kwa wingi, tukaandamane kwenda kwenye vituo vya kupigia kura, tukajipange foleni kwenye vituo vya kupigia kura ili tumlinde Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ni vizuri Watanzania wakajua hatua hizi anazozichukua za mabadiliko ya shughuli za kiuchumi. Wengi ambao tulikuwa tunawapigia magoti kuwaomba fedha hawawezi kufurahia. Ndio maana wakati anatoa ruzuku za mbolea taasisi zote zilikataa, taasisi zote za kimataifa zilitupinga tulipoanza. Wakaja huku, ndiko ambako tunaenda kuondoa umaskini, na wajibu wetu sisi kama Watanzania ni kuungana tarehe 29 kwenda kumpigia Dkt. Samia Suluhu Hassan ili wachimbaji waendelee kufaidika na uchimbaji, wakulima wafaidike na kilimo, wavuvi wafaidike na, na, na uvuvi. Asanteni sana Mwenyezi Mungu awabariki.